ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote. Sasa tunapolisikia neno lake, tuombe. Mtakatifu Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa upendo wako na uaminifu wako katika maisha yetu, na kipekee siku ya leo, sisi watoto wako usharika wa Lutindi pamoja na watoto wetu, umetupa neema hii kwa ibada hii ya kipaimara. Tunajikabidhi mikononi mwako, tupe neema yako, itushike kipekee tunapotafakari. Fungua masikio ya mioyo yetu, neno hili lipate nafasi. Nituongoze kuenenda katika ulimwengu huu kwa njia ifaayo tuka urithi uzima katika Kristo Yesu Bwana wetu, amini. Mpendwa, neno tunalopewa leo ni kutoka ule waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia mlango wa tano ule mstari wa kwanza mpaka ule wa sita. Galatia, mlango wa tano, mstari wa kwanza mpaka wa sita, kama lilivyosomwa somo hili, nami narudia kusoma somo hili, na soma katika jina la Bwana. katika ungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno tena. Namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kutimiza torati yote. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Amini. Natukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Sasa tunapotafakari neno hili la leo, unaona na lenyewe linatuambia mambo makubwa sana. Mtume Paulo ameandika barua jumla kumi na tatu. Agano Jipya ina vitabu vingapi, watoto wa kipaimara? 27. Ni swali langu la kwanza la leo, vitabu vingapi? 27. la kale lina vitabu vingapi? Jumla Biblia nzima ina vitabu vingapi? 66. Yeah. Wapigieni makofi watoto wetu, wanafahamu e, wengine <laughs> hawajui. Baadaye nitapita kwa wazee wa kanisa kuuliza mmoja mmoja kama wanakumbuka <laughs> katika vitabu ishirini na saba vya agano jipya, vitabu ishirini na saba Paulo vile vinavyoitwa kwa jina la Paulo, utaona wa Korinto wa kwanza, wa Korinto wa pili, wa Tesalonike wa kwanza, wa Tesalonike wa pili, wa Rumi, wa Galatia, kuna barua zilizoandikwa na Mtume Paulo au zenye jina lake ziko kumi na tatu. Kwa ni kama nusu nzima ya agano jipya Paulo ameshiriki sana. Japo wengine wanasema no hii hii wa Efeso hii kana kwamba haijaandikwa na Paulo lakini hayo ni mambo mengine. Kwa kuwa tunamuona Paulo pale, sisi tunaita imeandikwa na Paulo. Sasa Paulo alikuwa anafanya hivi. Akitembelea kanisa akilishalianzisha Baadaye anawaandikia barua ya kuwatia moyo. Na miongoni mwa makanisa hayo ni kanisa la Galatia. Alipolianzisha tayari na linavyoendelea akatuma watu wasikie habari ya kanisa linavyoendelea pale Galatia. Akaambiwa mambo yameharibika huko Galatia. Mambo yamechafuka huko Galatia. Watu wameingia, watu wenye elimu tofauti ile elimu ambayo Paulo alikuja akifundisha kwamba tunaokolewa kwa neema, watu wamekuja na elimu tofauti, wameleta mafundisho magumu. Tena Paulo amewaita watabishaji. Wameingia katika kanisa la Galatia. Kuna sheria hiyo ya tohara kama tulivyosoma mistari hii, lakini kuna sheria nyingi nyingi zilianzishwa, sheria ya vyakula kwamba unapokula ule hiki, kile usile kile kula nyama ile usile ule ile. Sheria hizo zikaingia kwa wingi sana katika kanisa la Galatia, tena sheria hata ya watu wakula nao hapa, nayo ni mambo magumu. Kulikuwa na taratibu ule na nani na nani usile naye. Sijui kama mambo haya huko Lutindi yanaendelea, kwamba mwe nyumba yangatiani uchezaja <laughs> usije ukala nyumba ile. Hapa nafikiri pale zamani kula kula watu gani unakula nao na watu gani ambao huruhusi kula nao. Sheria ziliingia nyingi. Kulikuwa na sheria hata ya siku mbalimbali ni mbali, siku ifaayo ni ipi? Ukisoma ule mlango wanne mstari wa kumi kwamba Mungu siku zote ameziweka kwa makusudi yake, lakini ziliingia kanuni nyingi, na hivyo waliweka kanuni ya siku ya Sabato. Siku ya Sabato asema ile siku ya sabato huruhusiwi kutembea umbali mrefu. Waliweka sheria hizo kujua ni kwamba uh, ni, uh, utatembea umbali gani kwa siku ya sabato? Anakuambia unachukua jiwe saizi ya mkono, unalirusha, hapo litakapoishia ujue, ndio siku ndio umbali wako utakaotembea siku hiyo ya sabato, usije ukazidi pale. Sasa sijui kama ni nani ambaye angerusha jiwe hapa mpaka Nazareth. Kwa hiyo watu wengi wa Nazareth wasingeweza kufika huku maana huruhusiwi kutembea urefu zaidi ya umbali wa kutupa jiwe. Mambo ya ajabu yalianza wakati yote, na hizi amri kumi za Mungu ambazo Mungu alimpa Musa, Mungu alimpa Musa kwa mkono wake, zikazalishwa. Zilikuwa kumi, zikazalishwa nyingi nyingi zikafika amri mia sita na kumi na tatu, na walikuwa wanazishika kweli Mafarisayo kazishika sana hizo amri, kama tulivyosema, amri za tohara, amri za kula vyakula, amri za siku zikashamiri sana nyakati zile. Paulo yakamfikia kwamba kanisa la Galatia limeharibikiwa limechanganyikiwa, sasa lazima uwaandikie. Ndipo akawaandikia waraka huu Kisoma pale mlango wa tatu mstari wa kwanza Paulo anawaambia enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Kwenda? mbona mnafuatafuata mafundisho ya kila aina? Nani aliyewaroga ninyi wa Galatia? Ndipo Paulo anapowaambia akiwakumbusha katika waraka huu kwamba Kristo ametuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ndio ujumbe mkubwa ambao unapatikana katika juma hili kwamba tumewekwa huru katika Kristo Yesu Bwana wetu, tumewekwa huru, na hivyo tutumie uhuru huu vizuri, na haina maana kwamba kwa kuwa kwa tumewekwa huru, basi tuendelee kutenda dhambi. Tuache dhambi, tuache yale asiyompendeza Mungu. Tumewekwa huru mbali na dhambi. Kristo ametuweka huru. Maana yake ni kwamba hatufungwi sasa tena kwamba lazima asubuhi uchukue jiwe urushe ndipo ujue umbali utakaotembea siku hiyo. Hapana, hatufungwi na taratibu hizo na kanuni mbalimbali zilizowekwa mbali, maana sisi tumewekwa huru, tunaokolewa kwa neema tu. Nilikuta mzee mmoja ameelewa sana siku moja kwenye kijiji kimoja nikamuuliza baba, mbona maisha yako yamekuwa hivi, hujali hata familia yako huko hivi? Akaniambia, mwanangu, tivunilwa kwamba zidu, yaani kwamba kwa kuwa tu kuna hiyo neema imetujia, acha tuishi tunavyotaka, acha tuishi tunavyotaka, tivunilwa kwamba zidu. Hapana, Paulo anachotaka kusema tunaokolewa kwa neema, lakini lazima tuishi kama neema inavyotaka tukiacha yale yasiyompendeza Mungu. Tena walimu hawa wa uongo ambao waliingia katika kanisa la Galatia wakati ule wanaingia hata nyakati hizi, tumekuta watu wanachanganywa, watu wanachanganywa kweli. Siku hizi changanywa sana, mafundisho ya uongo yamepita sana katika kanisa nyakati hizi. Watu wamechanganyikiwa, mafundisho potofu. Akakutana na mama mmoja ameshabatizwa sasa mara nane, mara nane yaani, kila anapofika asema, ah, umebatizwa maji machache? asema ndio, asema oh, hayatoshi, ingia hapo, kuna pale, sijui kuna kisima kina pipa mbili, ukizamishwa humo, dhambi zako umeacha humo, unaingia. Akaingia akabatizwa, akikaangana oh, pipa mbili zinatosha kuosha dhambi, uende, kuna mwenzako ana pipa kumi. Akiwa na kweli, si ukiangalia pipa kumi jamani, ndio nyingi, si ndio? Eh, ndio nyingi, sababu pipa kumi akabatizwa, baadaye anaambiwa oh, pipa kumi hazitoshi, lazima pipa hamsini kwa, yaani kwa hiyo anakwenda anayumbishwa, anayumbishwa, baadaye akaambiwa pipa hazifai, lazima ubatizwe kwenye mto. Unabatizwa kwenye mto, unaziona dhambi zako hizo zinakwenda baharini, uzinzi, wizi, huo unakwenda baharini, unauona. Si vinatia moyo jamani? Mama huyu anahangaika, anahangaika, amekwenda kubatizwa tena kwenye mto. Lakini baada ya kwambia haitoshi sasa lazima ubatizwe kwa moto. <laughs> Ubatizwe kwa moto. Akaenda sasa mchungaji ambatize. Saa ile ya ubatizo mchungaji anachukua kiberiti ili ambatize. Na hizo nywele za kina mama na hivi vitambaa na haya mafuta mafuta mazuri. Kiberiti kilipowashwa ndipo anakimbia sasa anakimbia kwa mchungaji wake. Maana vingelipuka wakati mwingine, si ndivyo? Hujui eh, kwamba mafuta yanaweza kulipuka wakati fulani. Akakimbia. Lakini nachomwangalia mama yule ni kuhangaishwa na mafundisho potofu ambayo yanapita katika nyakati hizi. Watu wa Lutindi, tusiumbishwe na mafundisho potofu yanayopita katika maeneo yetu. Tusimame katika kweli, kuitegemea kweli, maana tumeokolewa kwa neema, kwa kufa kwa Yesu Kristo msalabani, tumeokolewa. Bwana asifiwe. Tusiumbishwe kutangatanga huko na huko, tusimame imara. Mafundisho haya yametokea katika nyakati hizi. Mwaka jana tumeona yule nabii kule Dar es Salaam anauza damu ya Yesu na watu wanakwenda kununua. Kristo anakwenda kununua eti damu ya Yesu. Nakuuzia damu ya Yesu, umeipata wapi damu ya Yesu mpaka unauzia watu. Umeipata damu ya Yesu. Tumeona yule wa majuma yaliyopita akawaambia watu, ili uingie kwenye uzima wa milele ung'oe jicho moja. Amesoma Mathayo, Mathayo 18 mstari ule wa tisa asema ukiona jicho lako linakukosesha, ling'oe, ulitupe. Ni heri uingie uzima wa milele ukiwa na jicho moja kuliko kuingia na yote mawili. Ni Yesu, mafundisho ya Yesu. Nabii akachukua jinsi lilivyo <laughs> somo amelichukua hivyo hivyo lilivyo bila kufahamu chochote, akawaambia watu wake lazima kung'olewa jicho moja. Na Wakristo wa siku hizi yetu ameng'olewa jicho moja, niliona wamefunga vitambaa kwamba anataka aingie. Mama, kwa nini umeng'olewa jicho moja? Sema baba nataka niingie Niingia mbinguni nikiwa na jicho moja. Watu wameng'olewa macho. Na tumeshangaa yule sasa anafika kwa mchungaji wake, yule nabii anamwambia, "Nimeng'olewa jicho." Hili yule nabii akamwambia, "Umekosea. Umeng'oa jicho la kushoto nilisema la kulia." <laughs> Sasa si utayamaliza? Utayamaliza. Watu wanayumbishwa siku hizi. Watu wanayumbishwa siku hizi na mafundisho haya. Kwa Paulo hata angekuwa wakati huu labda angesema tena kwa ukali. Kuna makanisa nyakati hizo watu wanachapwa viboko kiingia kanisani, wanachapwa viboko vitatu pale mlangoni, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, unaingia ibada. Wakristo wa siku hizi wanafuatafuata, mpaka nasema hivi, Wakristo wa siku hizo wako sawasawa, wako sawasawa. Mafu... mafundisho potofu, kama Paulo alivyowaonya watu wasiumbishwe na mafundisho potofu hata leo hii anatuonya sisi, tusimame, tusiumbishwe na mafundisho katika katia. Watu wamedanganywa. Mtoto mmoja nimemkuta ameamua kubadilisha hata jina lake, anasema haya majina ya wazazi a, wamedanganywa. Ameambiwa wa jina ukiitwa la Shekoloa ni majina yaliyoambatana sijui na mizimu na vitu gani, ya chana nalo kutume jina kutumi jina, jina. Kwa nini unaitwa Shembilu? Hilo jina la Shembilu ina mambo magumu achana nalo. Tumia jina jingine. Lakini hata hayo majina ya wenzetu, hata, hata hayo majina wanayotatumia wakati mwingine hata huko Ujerumani na kwingine ni majina yao ya asili. Tusidanganywe eti kuacha majina yetu ya asili. Na nimeona hata watoto wengi siku hizi wanatumia majina ya, ya James John. Hataki kutumia James John Shekoloa. Uh, shema honge. Zee, no, hayo majina hayo ni hatari. Hapana. Hapana. Mafundisho potofu yanaingia. Maana kule Ujerumani ukisikia mula, wakiitwa mula unajua ni kusaga. Kusaga, yani mwa tafsiri tu. Kuna Schweinsteiger yani mrukanguruwe. <laughs> Sasa si majina tu tunaya tafsiri. Eh hey, tunaya tafsiri. Sasa wewe unasema ah, mtoto wangu asiitwe Shekoloa, aitwe Mula. Au <laughs> asiitwe Kusaga, aitwe Mula. Mula si ndio Kusaga? Ni majina tu na mimi nimeona haya ni yaeleze kwa uwazi katika milima hii ya Lutindi leo, tusidanganywe na mafundisho potofu, maana yameingia sana katika nyakati hizi. Mwingine amefikia hatua ya kudanganywa, anaombewa ili madeni yake yaishi. Eti mtu amekopa, amekopa lakini akienda, nimekuta pale Arusha wamenunua maji, chupa ya maji inauzwa elfu kumi. Hii chupa ya, ya elfu moja mia mbili sijui elfu moja mia tano inauzwa elfu kumi kumi, ukiinywa ukiimaliza madeni yako yameisha. Na sasa yule mtu amekusanya watu zaidi ya elfu tano pale, kila mmoja elfu kumi kumi, si pesa nyingi? Kuta wametajirika, wanatembea na helikopta siku hizi hawa watu kwenye mafundisho ya uongo. Na nikawaambia hata pale Ushoto, kama madeni yanaisha kwa kunywa maji, basi mimi kwa hili deni la dayosisi nipewe ndoo hata tatu nzinywe. <laughs> pewe ndoo tatu Wazee wa kanisa wanishike mikono kwamba baba vumilia <laughs> nikimaliza moja, bilioni moja imeisha. Kimaliza ndoo tatu, si bilioni tatu zimeisha? Si tunadanganywa? Tusidanganywe katika nyakati hizi. Mafuta ya upako, timaji kutoka Israeli yanaondoa dhambi? Mbona Israeli kwenyewe wanapigana mpaka sasa? Kama kuna uhuru kweli, maji ya Israeli yanatusaidia? Tusidanganywe na mambo haya. Paulo leo anapotukumbusha tunaokolewa kwa neema, tuendelee kutulia mbele za Mungu, tukijua neema hiyo inatuokoa tusiumbishwe na mafundisho haya. Lakini zaidi sana tutoe maisha yetu tukimtegemea Bwana aliyejitoa kwa ajili yetu msalabani, tukisamehewa dhambi zetu, tukiacha yale yasiyompendeza Mungu, na hapo tutakuwa tumeichukua neema ya kweli itokayo kwake. Yeye Kristo ambaye anatuhurumia na kutuweka huru kwa njia ya neema atakuwa ametushika katika maisha hayo, tukiacha yale yasiyopendeza, na basi baada ya maisha haya tutaurithi uzima wa milele. Amen. Tushukuru mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neno lako, wewe unatupa baraka ya neno hili la Mtume Paulo kwamba tunaokolewa kwa neema tu. Kuwasaidia hata watoto wanaobarikiwa leo waishikie imani hiyo na neema hiyo, wasiumbishwe na mafundisho potofu, wakasimame katika kweli yako, kweli waweke huru, na sisi sote wa usharika huu na kanisa lako katika wakati huu kipekee kwenye mafundisho potofu mengi, tusiumbe, tudumu tuliposimama, tukishika kweli kweli katupe uzima wa milele, Roho wako Mtakatifu aendelee kutufundisha na kipekee kuacha yale yasiyokupendeza wewe. Tudumu katika kiganja chako, utakapotujia wakati wetu kututoa katika ulimwengu huu tukawe nafasi ya kuurithi uzima, na utubariki na ulibariki taifa letu. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Amen.